Alimsaidia kilema anayetembelea wheelchair akijua ni masikini, kumbe alikuwa ni bilionea mkubwa. Huyu mwanaume ni nani? Kwa nini anatembelea wheelchair na kwa nini alimchagua Esther ndiyo amsaidie? Twende tukasikize stori yetu nzuri na yenye mafunzo. Esther ni binti mzuri mwenye macho ya kupendeza, umbo la kuvutia, tabia njema iliyopamba sana mwili wake huo ambao Mwenyezi Mungu amemjalia. Alikuwa na umri wa miaka ishirini na nne na alikuwa ni yatima. Wazazi wake walifariki wakati bado yeye mdogo kabisa. Aliendeleza mapambano peke yake na kaweza kufungua mgahawa pembezoni mwa barabara katika jiji moja huko Nigeria. Kuna mzee mmoja aliitwa Baba Jay, alipenda sana kwenda kula katika huu mgahawa ambao Esther yeye ndiyo alikuwa anauza. Alipika chakula kizuri, na alimsaidia huyu mzee kila akienda pale, hakuwa analipa hela alienda kula kama omba omba ama kilema yoyote ambayo Esther yeye angeweza kumsaidia. Ilikuwa ni kawaida yake, mida fulani lazima huyu mtu atokee aje ale, na Esther anapomuona mtu huyu, roho yake ilikuwa ni nyeupe, kwa sababu alijua kila siku lazima baba Jay atakuja kula hapa. Siku moja kati wakati baba Jay anakula chakula chake, alikuja mkaka mmoja ambaye alikuwa amevaa suti, alipendeza sana akaingia na akaagiza chakula akisema amfungie na akaondoka. Babaji akaweza kumwangalia huyu mtu maana alikuwa busy na kula chakula chake, lakini Esther alimtazama kwa sababu hakuwa na hadhi ya kula katika kile chakula au katika lile eneo. Lakini kaka huyu alichukua chakula chake na kuondoka kwenda zake. Babaji alikula chakula na kumaliza na kuondoka. Siku ya pili hakutokeza tena Babaji katika ile mgahawa na siku ya tatu ya nne, kitu ambacho kilimfanya Esther akaanza kupata wasiwasi. Je, baba Jay, kuna nini kimemkuta? Mbona si kawaida yake, hula hapa kila siku. Ina maana huko aliko, inawezekana akawa nalala njaa, au kuna kitu gani kimemkuta huko? Esther, moyo wake ulianza kupata shida kidogo, wasiwasi -wasi na hofu juu ya baba Jay, maskini aliyekuja kula chakula pale mgahawani kwake. Akaona si mbaya kwenda kwa mama Titi jirani yake aliyekuwa anauza mboga mboga maeneo yale, na kumuuliza je, umemuona kweli baba Jay hizi siku za karibuni? Yaani jana juzi na hata leo umemuona? Mama Titi alisema hapana, sijamuona mimi, labda atakuwa mitaa mingine ameamua kubadilisha upepo, aenda kaombe na kwa wengine huko, kwani si anakula bure hapo, labda anajisikia vibaya. Lakini majibu haya hayakumridhisha Esther. Esther aliendelea kumtafuta baba Jay na akufanikiwa lakini siku moja asubuhi alimuona babaji akiwa anakuja katika kiti chake kile kile cha mataili. Esther alifurahi kumuona baba bab, na alikimbilia kwenda kumshika na kusema ulikuwa wapi? Lakini baba alisema alikuwepo, nilikuwepo. Alichukua chakula na kumpa babaji na akara, Esther akimtazama baba, mwako ulikuwa ni mweupe sana, wenye amani upendo ambao ulipenda tu kumsaidia mtu, hakujali kwa nini anapenda kumpa huyu baba, au kwa nini anatoa chakula chake ambacho yeye ukihangaikia, anajipambania katika maisha yake, maana yeye ni mtoto yatima, lakini alipenda kusaidia watu wengine na alikuwa na amani akiwa anasaidia watu wengine. Siku hii ilipita na siku zikazidi kwenda, aliweza kurudi huyu kaka ambaye siku moja alikuja katika huu mgawo, ambaye alionekana hana hadhi ya kula hiki chakula cha mgawa wa Esther maana hakikuwa chakula chenye sifa ya kuliwa na watu kama wale. Esther aliendeleza mapambano yake kila siku. Asubuhi aliamka mapema, alimwomba Mungu na kuendelea kusafisha sehemu yake ya biashara na ili aweze kuwahudumia watu. Maisha yaliendelea sana na sana, na siku moja alikuta kuwa baba Jay hakuwa anaonekana tena, alijiuliza ameenda wapi au ni kawaida yake? Maana tena siku za nyuma alikuwa amepotea kama siku kadhaa, lakini alirudi. Hii ya sasa ilikuwa ni kubwa sana, alikaa muda mrefu sana hakupatikana. Lakini siku moja Esther aliamua tu kuzunguka mtaani pia na kwenda kumtafuta baba Jaji kama angeweza kumuona, lakini hakumuona tena. Nafsi yake iliinama sana. Yule maskini au kilema ambaye nilikuwa namsaidia simuoni tena. Aliuliza watu tofauti tofauti, madereva bajaji wenye magari wenye pikipiki lakini wote wakakana kumjua kuwa hawajamuona mahali popote. Wakati amerudi katika sehemu yake ya biashara akiwa na hofu nafsi yake imeinama, haelewi ni wapi atampata baba Jay. Alipata mgeni mmoja aliyekuwa amebeba kitu kama barua na alimkabidhi hiyo barua. Huyu mtu alimkabidhi barua na yeye akaondoka. Alimuuliza hii barua ni ya imetoka wapi, lakini yeye alimwambia tusoma na kisha akaenda. Baada ya kuifungua hii barua, barua ilikuwa imeandikwa kuwa anatakiwa majira saa nane mchana aende katika hoteli moja sehemu fulani. Erika alijiuliza ni nani anaweza kanita mimi katika hiyo sehemu, na mbona hamna jina, na mbona hakuna saini ya mtu yoyote kusema eti mimi anaweza kaniita pale? Sina rafiki mwenye hela anaweza kaniita katika hoteli hiyo kubwa huwa naisikia tu, hata kuingia wala kuisogelea sijawahi. Kwa nini mimi nikaingia katika hiyo hoteli? Je, nitaenda kuongea nini na ni nani na kwa nini? Hakupata majibu, aliishia kujiuliza. Esther aliendelea na kazi zake. Siku hii alikuwa makini sana, nafsi yake ilikuwa na maswali mengi sana. Alihudumia watu, lakini akili ya yake ilikuwa inawaza juu ya huo witu ambao ameitwa na nani amemwita, lakini muda mwingine alisema, Mungu, naomba unisaidie kusiwe na baya lolote la mimi kuitwa katika hiyo sehemu. Muda ulivyofika, Esther aliweza kujiandaa na kuondoka kwenda katika sehemu husika ambayo alikuwa ameelekezwa. Alipofika pale, alibaki anashangaa na hoteli ilikuwa ni kubwa sana, hakuwa hata na hadhi ya kuisogelea pale. Ilikuwa na mabodyguard wa kutosha, waliovaliwa miwani walioganda kama maroboti. Akabaki anashangaa shangaa Nawezaje mimi kusogea pale? Nitaongea nini? Nitasema nini? Naje wakisema nina miadi na nani? Nitasema nini? Nitamwambia ni nani? Lakini Esther alisogea taratibu, na mlinzi mmoja alimuuliza una shida gani? Esther alisema, nimepokea barua hii kwamba natakiwa hapa muda huu saa nane ili niweze kukutana na huyo mtu aliyenipa hii barua. Lakini baada ya kusoma ile barua alisema, "Okay, sawa, mgeni wako yupo ndani anakusubilia kwa hiyo, Esther aliuliza, naweza nikaingia? Akasema, sawa, nenda. Esther aliingia katika hiyo hoteli, moyo wake ukiwa unadunda sana, anaogopa hajui anaanzia wapi wala anamalizia wapi. Hii hoteli si hadhi yake, haina muonekano wa kwake, yeye alivaa kawaida, lakini hoteli ilikuwa ni hadhi ya juu sana. Baada ya kuingia ndani, alikutana na walinzi tena, walinzi wakamwambia, unataka kuonana na nani? Lakini alisema nimeelekezwa niingie undani kuna mgeni wangu ananisubiria. Na akamwelekezwa kwamba nyosha moja kwa moja uingie kushoto utamwona mgeni wako. Alivuta pumzi na akaomba, akasema, Mungu, naomba utoke nami, naomba unitetee, iki nachoenda kukutana nacho kisio kibaya katika nafsi yangu. Wakati ameshikilia mlango, aliweza kusukuma na kuingia ndani. Ilikuwa ni hoteli kubwa sana, hoteli yenye kuvutia yenye vitu vyote vya thamani. Lakini pembezoni alimuona mzee mmoja ambaye alikuwa amevaa suti nyeupe na amekaa katika kiti cha matairi, na huyu mtu alikuwa si mwingine, alikuwa ni baba Jay. Esther alishangaa, huyu si baba Jay? Na kama ni baba Jay anatafuta nini huko? Kwa nini, na mbona haonekani kama vile alivyokuwa? Yupo yaani maskini aliyechoka, mwenye maisha yaliyo mburuza ngozi iliyochoka kama kenge. Basi Ester alisogea na kusema, Babajee, ulipotelea wapi? Lakini Babajee alikuwa akimtizama kwa moyo wake, nafsi yake iliyosuhuzika kumwona huyu mtu ambaye hajamuona muda mrefu. Alimuuliza tena, ulikuwa wapi na mbona hapa? Lakini Babajee alisema, kaa kwenye kiti. Ester aliweza kukaa chini sofa nzuri yenye kupendeza na kumtizama Baba J ambaye anaonekana si masikini tena, hata kama amekaa katika hiki kiti cha mataili. Baba J alisema wewe ni msichana mzuri sana, una sura nzuri pamoja na roho yako nzuri. Lakini Esther alimuuliza kwa nini uko hapa, ndipo alipomjibu mimi si masikini kama unavyofikiri wewe. Niliishi hivyo ili kuangalia roho za watu, niwasome watu na tabia zao sahihi, niwasome watu na roho zao za ndani. Mimi kila mwaka huchagua watu kumi, wale ambao wana roho au wana tabia nzuri, wenye roho za kutoa, ambao wanaweza kuwasaidia na watu wengine kama watawezeshwa. Esther, umekuwa miongoni mwao. Ulinipa chakula wakati sina hela, pasipo kujali unapoteza ama hupotezi. Ulitoa kwa moyo mmoja, si kwa manunguniko. Mara nyingi watu hufanya kitu kutaka kuonekana wamefanya. Mara nyingi watu hutoa kitu ili kuwaridhisha watu wanaowazunguka, lakini si kutoka moyoni. Lakini kwako Esther, imekuwa tofauti. Umefanya kitu kutoka ndani, si kwa vile ulitaka kuonekana unaweza kusaidia watu na watu kama wewe ndiyo nilikuwa nawatafuta. Mimi mimi ni bilionea mkubwa sana hapa jijini, nina kila kitu ambacho nakiona wewe. Alivuta kiti chake nyuma taratibu, hiki cha matairi mawili, na kusimama. Esther alibaki anashangaa, Baba Jay, kumbe unaweza kusimama? Lakini huyu Baba Jay alisema, mimi si kilema. Si kilema, si tu tajiri lakini si kilema pia. Mimi ni mzima, nilikuwa niko kwenye mission ya kutafuta watu sahihi kwa ajili ya kuwasaidia ambao wana deserve kuwa mamilionea, lakini si tu mamilionea, bali wataweza kuhifadhi huo umilionea na kuwanyanyua watu wengine kufika levo kama wao walivyofika. Esther akiwa ameachama mdomo, ametoa macho, haelewe afanye nini. Babajie alionekana kuwa ni mzima na anaweza kutembea na hana shida yoyote, na alionyesha unadhifu wake na utajiri wake pale kwa Esta, kuwa yeye ni mtu kama watu wengine. Esta alikuwa ameachama tu. Baba Jeye aliendelea kuongea, siku ya leo unatakiwa upate kitu sahihi ambacho kitakufanya wewe na nafsi yako na moyo wako mzuri, ubadilishe maisha yako t akuwa ameelewa amemaanisha nini, lakini alimwambia tunaweza kutoka. Esta kabla hajajibu, huyu baba alinyanyuka, ambaye ni Babaj, na akasema twende nje. Walitoka nje ya hii hoteli kubwa nzuri ya kupendeza na wakakuta magari mazuri ya kifahari yaliyosimama sehemu yamepaki parking, yanamsubiria ya Babaji, na aliingia katika hayo magari na msafara ulianza, haya magari yote yaliwafata nyuma. Walikuwa anaelekea wapi? Esther alikuwa hajui, walikuwa anaenda kufanya nini? Esther alikuwa hajui. Alipatwa na kigugumizi, hofu ikiwa imetawala. Ni nini kinaendelea? Kuna nini? Lakini mwisho wa siku waliendelea barabarani, aliona vitu vingi barabarani, majengo mazuri yaliyopendeza gari lililopendeza la kifahari linaonukia nzuri ambayo hakuwahi kupanda hata siku moja. Na mwishowe walifika katika hiyo sehemu alikokuwa anaelekea, yaani katika jengo moja kubwa na nzuri sana la ghorofa tatu lililoandikwa. Alishangaa Esther, Esther kuona lile jengo, lakini bado alimtizama huyu kilema ambayo ni J, na kwa sasa akuwa anaitwa J alikuwa anaitwa Tajiri David yaani jina alikuwa limeshabadilika. Alitumia baba J kwa ajili ya kuwini mindset za watu kule polini au mtaani, lakini jina lake kawaida kabisa la kimilionea aliitwa David. Akamtizama akamwambia baba J, kuna nini? Lakini baba J alimwambia, unaona lile jengo zuri lenye kupendeza? Lile jengo ni lako Kuanzia sasa utakaa hapa, biashara zako utazifanya hapa, na wewe utakuwa kama mmiliki wa hili jengo, yaani kutoka katika mgahawa utakuwa unauza hapa chakula katika hoteli kubwa kama hii. Ninaamini kwa moyo wako huo utafanya mambo makubwa na mengi zaidi ukiwa hapa. Esta alibaki na shangaa hili jengo, lakini huyu baba alisema ndio, hapa ni pa kwako. Baba aliingiza mkono wake mfukoni na kumkabidhi Esther funguo, ina maana Esther aingie ndani ya hili jengo. Esther aliingia katika hili jengo, alikuta vitu vingi vya thamani sana. Aliona vitu vingi vya ajabu vilivyokaa vimepangwa katika ustadi mkubwa, sofas kitchen za kisasa, si kama kule anakopika kwenye vumbi, anapuliza moto kwa kutumia mdomo huku sasa ni mashine zinazofanya kazi na gesi na majiko ya umeme ndio yanayofanya kazi huku. Akibake anashangaa shangaa. Kwa hiyo mimi ndo mmiliki wa hili jengo lakini, huyu baba alisema, ndio wewe ni mmiliki wa hili jengo. Alibaki anashangaa akasema, jamani, akapiga magoti akimwambia baba, je, nakushukuru sana nakushukuru sana, sikuwahi kufikiri hata siku moja kwamba nitakuja kufikia hii level. nitakuja kufikia sehemu na mimi niwe na sehemu kubwa kama hii, hata kuota wala kuwaza sijawahi, lakini wewe umefanya kitu kikubwa sana. Lakini Baba Jay alimjibu akisema, una deserve hili kwa moyo wako mzuri wa upendo. Nina amani kufanya hivi, maana najua haitaishia kwako tu. Esther alianza kufanya kazi katika hii hoteli, na yeye hakuwa anapika tena wala mwonja michuzi kama mwanzo, bali aliajiri watu wa kupika professionals, wakugawa wa kusevu na wakufanya kitu chochote katika ile hoteli. Yeye alibaki kama mkurugenzi, yani CEO wa hii hoteli. Basi maisha yaliendelea, lakini Esther aliweka tamaduni moja au sheria moja: kila weekend, lazima chakula kichukuliwe kiende mtaani. Kuna gari special ambalo lilitembeza chakula kwa ajili ya kuwasaidia wale ambao wana shida Alipita mitaani na yeye mwenyewe akiwa kiongozi akipanda katika lile gari kwa ajili ya kuwasaidia maskini. Aliwasaidia watoto, aliwasaidia wazee, aliwasaidia watu wa dini tofauti tofauti pasipo kujali itikadi ya aina yoyote ile. Siku moja mama mmoja alimuuliza, kwa nini unafanya hivi tajiri? Lakini Esther alisema, mimi nafanya hivi kwa sababu hiki ninachokifanya ndicho kilichonifikisha hapa, yaani kutoa kwangu ndiko kulikonifikisha hapa wema umenilipa, ndio maana na mimi nazidi kupanda zaidi, ili na watu wengine wafaidike kupitia wema niliyofanya. Watu hawakumuelewa kwa nini amejibu hivyo, lakini yeye aliendeleza itikadi yake ya kusaidia watu kila baada ya weekend, na watu walimpenda sana kwa sababu walifaidika juu ya utajiri wake. Si kitu kirahisi mtu tajiri aliyefanikiwa kuwakumbuka waliokuwepo chini, lakini kwake yeye hao kwa ndio alikuwa namba moja. Alibadilika tu kimazingira, alibadilika tu kimeonekano, alibadilika tu kwenye baadhi ya mambo, lakini roho yake na nafsi yake vyote vilibaki vile vile vile. Upendo wa kupenda maskini ulikuwa pale pale, na ndio maana alizidi kushaini zaidi. Hii histori yetu sasa inaishia hapa. Esther alikuwa ni bilionea mkubwa sana katika hii nchi na aliendelea kusaidia watu na kunyanyua watu wengine kuwa mamilionea kwa wingi zaidi, kwa sababu aliamini katika kusaidia watu kwa moyo mmoja ndiko kulipo na funguo ya mafanikio. Mungu humbariki mtu yule anayetoa kwa kitu anayetoa kitu kwa rafiki kipenzi, anayemjua siyemjua, kwa moyo mmoja, si kwa unafiki, si kwa kutaka kujionyesha kwamba anaweza kufanya hicho kitu si kwa kutaka kufanya ili mradi kutimiza wajibu, bali yeye atakayetoa kwa moyo mmoja. Nataka kujua unatazama ukiwa wapi, na kama huja subscribe channel yetu, tunakuomba tafadhali subscribe channel yetu ili kuendelea kupata stori nzuri na zenye mafunzo kama ya Esther.